Um, karibu katika chaneli yako uipendayo kabisa ya Everything Swahili ambapo unaweza kujipatia mambo mbalimbali hususani yanayohusiana na taaluma kwa lugha ya Kiswahili kabisa kabisa, lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo mambo mengi kadri iwezekanavyo yanapatikana kwa lugha ya Kiswahili. Kama unavyoona, leo tunajaribu kuangazia fonetiki na, na pia ipo katika lugha ya Kiswahili na, ya, tutakuwa na mambo mawili makubwa. Tutaanza na utangulizi ambapo tutapitia haraka haraka kuona dhana ya fonetiki halafu, na kupitia fasili za matawi makubwa matatu ya fonetiki. Yako mengi lakini kwa ngazi hii tutaangalia haya matatu ambapo tutaangalia kwa kifupi sana sana sana tawi la fonetiki ya utamkaji sauti, e, fonetiki ya usafirishaji sauti fon, na fonetiki ya usikilizaji sauti. Halafu tena tutarudi, e, kuchukua fonetiki ya utamkaji sauti kama kip, e, kipengele chetu namba mbili, ambapo tutaangalia kwa kina kidogo, a, kwa kwanza ala za matamshi. Eh, tutaangalia ala za matamshi kama mwanzo wa kuangalia tawi la fonetiki ya utamkaji wa sauti. Dhana ya fonetiki. Fonetiki kama tujuavyo, ni tawi uh, kubwa kabisa la isimu ambalo hushughulika na uchunguzi, uchambuzi na uainishaji wa sauti za lugha za wanadamu. Kwa hiyo tawi hili uh, uh, la isimu huchunguza namna sauti zinavyoundwa au kutamkwa uh, na namna sauti hizi zinavyosafirishwa na namna zinavyosikika, walau kwa ngazi hii, na pia tujue kwamba uh, misamiati ya phonetic na phonology imekuwa matatizo mwa watu walio wengi kiasi um, kwa sababu inachanganya ha. Watu wengi wanashindwa kuelewa kipi ni kipi, kipi kinakwenda wapi na kipi kinaanza wapi. Kwa hiyo ingawa misamiati natuchanganya, tujue tu kwamba ni taaluma hizi ni tofauti kabisa, lakini zinategemeana kwa kiasi kikubwa sana. Moja ambayo ni fonetiki ni msingi wa fonolojia. Fonolojia yenyewe kwa upande wake inashughulika na uchambuzi wa mifumo ya sauti ha? Yani, lugha moja inakuwa na uh, sauti fonimu zake kadhaa. Sasa fonolojia kazi yake ni kuangalia namna sauti hizi zinavyoungana na kufanya kazi pamoja, zina taratibu gani ili ziweze kukaa pamoja, zina sheria gani ili ziweze kuungana na kuunda maneno na kufanya kazi katika lugha fulani. Kwa upande wa lugha za alama fonetiki hushughulika na uchunguzi na uainishaji wa vipengele vyenye maana sawa na alama fulani. Kwa hiyo kimsingi somo la fonetiki hujishughulisha na mifumo inayofanya kazi na namna mifumo hiyo inavyofanya kazi katika kuunda, kusafirisha na kusikiliza sauti ama kuielewa sauti au alama fulani kwa upande wa lugha za alama. Taaluma ya fonetiki kwa hiyo imegawanyika katika uh, matawi uh, mengi, lakini kama nilivyosema awali, kwa ngazi hii tunaangalia matawi matatu, na leo tutaangalia tawi moja tu katika kipengele cha ala za matamshi. Tutaangalia fonetiki uundaji sauti, lakini zaidi ya hapo kuna tawi la pili tutakaoliangalia baadaye fonetiki usafirishaji wa mawimbi sauti, alafu tutaangalia na fonetiki usikikaji wa sauti. Fonetiki uundaji sauti ni tawi la fonetiki linalojishughulisha na uchambuzi wa mfumo wa utamkwaji wa sauti katika lugha za wanadamu um, Tawi la fonetiki usafirishaji mawimbi sauti ni tawi jingine tena la fonetiki linalojishughulisha na usafirishwaji wa sauti kutoka kwa mzungumzaji kwenda kwa msikilizaji, na lenyewe huangazia vitu vinavyofanya kazi katika usafirishaji wa mawimbi wa mawimbi sauti. Huangazia mfumo mzima katika mchakato wa kusafirisha mawimbi sauti ha, kutoka kwa mzungumzaji kwenda kwa msikilizaji na tawi jingine ambalo tutaliangalia kwa ngazi hii ni tawi la fonetiki usikikaji sauti. Uh, tawi ambalo linajihusisha na usikikaji wa sauti perception. Uh, tawi hili linaangalia namna msikilizaji anavyoitambua na kuielewa sauti fulani. Sawa? so, tujue kwamba kila sauti moja tunapoangalia sasa, fonetiki utamkaji wa sauti, tujue tu kwamba kila sauti moja huzalishwa kwa kutamka, na kama inatamkwa basi kuna mfumo au mchakato fulani ambao unawezesha uh, utamkwaji wa sauti. Basi na tuanze kwanza kwa haraka haraka kuangalia leo. Uh, mchakato mzima wa uundaji sauti kwa kuangalia um, ala za matamshi. Lakini kwanza tujue eh, nini kinahitajika kwanza kabla ya kuzifikia ala za matamshi. Ili sauti itamkwe, inahitaji kwanza nguvu ya msingi kabisa, ambayo kwa wanadamu nguvu hii huzalishwa katika mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji husukuma hewa kwenda nje ya mapafu kutoka kwenye mapafu kwenda uh, kwenye bomba la hewa, na nguvu hii inapozalishwa hupanda uh, juu kupitia bomba la upepo na kuingia katika zoroto faringi. Uh, samahani, larynx. Ambapo hulazimishwa kupita katika mpenyo mdogo wa nyuzi sauti, yani vocal cords au vocal folds, vyovyote utakavyopenda, maneno yote yanatumika yanatumika, uh, na yatakapopita kwenye glottis, kiungo maalumu kama nilivyosema awali, ndani yake kiitwacho nyuzi sauti, hugeuza hewa hii au nguvu hii kuwa mawimbi sauti ambayo huelekea juu baadaye, kinywani na puani, ambako kuna ala zaidi za matamshi ambazo hushirikiana, baadhi ya ala moja na nyingine ili kuunda sauti mbalimbali mbali, au ili kuwezesha utamkaji wa sauti mbalimbali mbali. Ala za matamshi ni nini hasa? Tunaposikia ala za matamshi ala, kama unavyojua, ukisema ala basi swala la muziki au sauti sauti linakuja. Ala za matamshi ni viungo vyote kuanzia kwenye glottis mpaka mdomoni I mean, mpaka kwenye um, mdomo wa chini na wa juu ambazo um, hutumika kuunda sauti wakati wa kuzitamka kwa kutumia hii nguvu ya msingi, yani hewa inayotoka kwenye mapafu. Ah, lugha ya Kiswahili ni lugha inayotumia hewa inayotoka ndani ya mapafu kwenda nje, yani pulmonic. Uh, ala hizi za matamshi ni pamoja na midomo, meno, ufizi eh, wa juu, burutio gumu na laini, kidakatonge na sehemu mbalimbali za ulimi pamoja na glotis yenyewe. Ala za matamshi baadaye zimegawanyika katika makundi makubwa uh, mawili. Kuna ala pahala na ala sogezi. Kama ambavyo maneno yenyewe yanaashiria, ala pahala hujumuisha ala zote ambazo hazisogei, ziko, ziko pahala pamoja, hazisogei sogei wakati wa kutamka sauti fulani mfano wa ala hizi ni meno, ufizi, burutio gumu na burutio laini. Ala sogezi, yani zinazosogea sogea, ni zile ambazo zinatembea tembea na kuungana na ala nyingine zinazifuata, ala nyingine wakati wa kuunda sauti. Mfano wa ala hizi ni ulimi ncha au ncha ya ulimi, ulimi kati na ulimi nyuma, huwa zinaondoka kwa mfano na kupanda juu kwenye ufizi wakati wa kutamka sauti da. Ulimi unatoka ncha ya ulimi inatoka pale ilipo na kufuata ncha ya ulimi ilipo na kutamka sauti d. Kwa hiyo hizo zinaitwa ala sogezi, zile ambazo zinatembea tembea ala za matamshi. Sasa tuangalie kwa kifupi Aa, tufafanue kwa kifupi E, ala mbalimbali mbali za matamshi tutaangalia namna ala hizi zinavyofanya kazi ndani ya mfumo mzima wa utamkaji wa sauti, lakini kwa kipana zaidi, sauti gani hutamkiwa wapi, kwa mtindo gani, na kwa uguna au siguna, tutaangalia katika um, mhadhara wetu unaofuata, yani namna haswa amba, ambavyo sauti hutamkwa. Tuanze na ala ya matamshi ya nyuzi sauti au vocal cords. Hii ni ala ya matamshi ambayo ni sehemu moja wapo ya glottis. Kazi yake kubwa ni kuzalisha sauti guna na siguna, yani sauti zote zinazalishwa hapa, kwa sababu hapa ndipo ambapo ule ubadilishaji wa nguvu ya msingi kuwa mawimbi ya sauti unafanyika. Ala nyingine ni zoloto au larynx. Uh, hii ni ala ya matamshi iliyo chini tu kidogo ya mzizi wa ulimi na koo. Zoloto lina glottis pamoja na epiglottis. Epiglottis hiki uh, ni kizibwe cha bomba la hewa ambacho huzuia chakula kisiingie kwenye uh, bomba la hewa halafu ala nyingine ni koe, koe lenyewe pharynx ni ala ya matamshi pia kwa sababu hii ala ambayo ipo chini kidogo ya mzizi wa ulimi na kidakatonge na kushuka chini mpaka kwenye milango ya zoloto na bomba la chakula, kazi yake ni kupitisha mawimbi sauti. Kwa hiyo nayo pia ni ala ya sauti, inapitisha uh, uh, mawimbi sauti kutoka kwenye zoloto, glotis, kuja kwenye ala za sauti zingine zaidi. Ala nyingine ni kidaka tonge. Um, kidaka tonge ni ala ya matamshi iliyo mbele kidogo ya burutio, uh, laini. Mbele kidogo tu ya burutio laini na kazi yake ni kuzuia au kuruhusu mawimbi ya sauti kupitia katika chemba ya mdomo au chemba ya pua. Tutaona hapo baadaye kwamba sauti zozote zinazofanyika zinazoundwa huku mawimbi sauti yakipita kupitia chemba ya pua, hizo huitwa sauti ng'ong'o, na zile ambazo zinapita wakati chemba ya pua imezibwa, mawimbi sauti yanapita kwenye chemba ya mdomo, basi hizo huwa ni sauti ambazo si ng'ong'o. Na kinachoziba na kufungua chemba ya pua ni uh, kidaka tonge, burutio laini. Ala nyingine ya matamshi iliyo mbele tu kidogo ya burutio gumu. Ukiigusa kwa nche ya ulimi utagundua kuwa burutio hili ni laini na huwa linawashawasha kidogo linapoguswa na ulimi na linatumika kutamka sauti kama vile za ga na ka, aka na ga. E, kwa hiyo ulimi e, nyuma ulimi kati hupanda juu pale na kugusana na burutio laini na kutamka sauti za Kiswahili za ga na au ka. Sawa, ah, ala nyingine ni burutio gumu. Hii ni ala ya matamshi iliyo mbele tu kidogo ya ufizi kutoka nje ya mdomo. Ee, ukiigusa kwa ncha ya ulimi utagundua kuwa burutio uh, gumu huwasha zaidi kuliko burutio laini. Kuna kamuasho fulani kanajitokeza ukigusa na ulimi. Unaweza kujaribu hapo ulipyo sasa hivi, na utagundua kwamba hilo ni burutio gumu. Unanyanyua ulimi wako mpaka juu pale kidogo, kama mshale unavyoonyesha hapo chini kwenye kwenye mchoro hapo chini kidogo. Ala nyingine kuja nje kuelekea mdomoni, ni ni ala ya matamshi iliyo nyuma kidogo ya meno na ambayo unaweza kuigusa kwa ncha ya ulimi ni ufizi, na na unapogusa unahisi mbinuko fulani. E, hapa kwa lugha ya Kiingereza hii ndio alveolar ridge. Um, unapotamka sauti kama vile l na d na nyinginezo, zikishirikiana na ncha ya ulimi, basi unakuwa unatumia ncha ya ulimi na alveolar kutamka sauti hizo. Ala nyingine ni meno ya juu na ya chini kwa pamoja. Hizi ni ala za matamshi zilizo za pili kutokea nje ya kinywa um, kwenda ndani ya kinywa mpaka kwenye glotis uh, uh, baada ya midomo ambayo ndio ya kwanza kutoka nje. Ala hii ya meno ya, ala hizi za meno ya juu na ya chini zinatusaidia kuunda sauti kama vile za uh, tha ambayo ni si guna na dha ambayo ni guna. Inapo e, ala ya meno ya juu na ya chini inaposhirikiana na ulimi ncha, inaunda sauti hizo za tha na dha. Unaweza kujaribu au vinginevyo usubiri tutaangalia vizuri zaidi katika mhadhara wetu unaofuata. Ala nyingine ni ulimi ncha. Hii ni ala ya matamshi ambayo ah, ni ya ah, tatu kutoka mdomoni, nafikiri kutoka nje ya mdomo. Hii ni sehemu ya mbele kabisa ya ulimi karibu na meno. Ala hii hufanya kazi na ufizi kuunda sauti kama vile da na pamoja na ata, ata. Eh, ni, ni ala ya matamshi hii ya ulimi ncha inaposaidiana na ufizi kwa mfano. Halafu tuna ala hiyo hiyo ya ulimi ya ulimi ina sehemu nyingine, ulimi kati e, ikibaki kuwa ni ala ile ile ya ulimi lakini sehemu yake ya katikati, ulimikati. Hii ni sehemu ya katikati ya ulimi ambayo hufanya kazi kwa mfano na burutio laini wakati wa kutamka au kuunda sauti za aka pamoja na aga aka na aga, eh, tunatumia ulimi kati pamoja na burutio. Halafu kwenye ala hiyo hiyo ya ulimi tuna sehemu nyingine ya ulimi yani ulimi nyuma ha, hii ni sehemu ya nyuma kabisa ya ulimi kuelekea shinani mwa ulimi ambayo hufanya kazi na burutio laini. Uh, karibu na kidakatonge kuunda sauti kwa mfano ya uh, uh, gha unaposema neno gharama, ghadhabu uh, na kadhalika kaika um, so, uh, uh, ala ya matamshi nyingine ni mdomo wa juu na mdomo wa chini. Hizi ni ala za matamshi zilizo za kwanza kwa nje kabisa kutokea nje ya kinywa kwenda ndani, na hizi tunazitumia uh, mdomo wa juu na wa chini tunazitumia tunapounda kwa mfano sauti za ma ba na pa. Eh, sauti za Kiswahili hizi tunatumia midomo, ala za sauti za, za midomo, mdomo wa chini na mdomo wa juu. Asante sana kwa kuwa nami uh, tulipokuwa tukijaribu kupitia Um, tawi la isimu la uundaji sauti na tumeanza kuliangalia tawi hili pamoja kwa kuangalia kwanza ala za matamshi, huku tukijua fika kwamba tawi hili la uundaji au utamkaji wa sauti e, tawi hili la fonetiki la uundaji au utamkaji wa sauti linaangazia namna sauti zinavyotamkwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia ala za matamshi, vitu gani vinahusika katika uundaji wa sauti. Tumeangalia ala nyingi sogezi na ambazo ni ala pahala, lakini usichoke. um, um, tutaangalia baadaye. Leo tumeishia tu hapo, usichoke. Tumeishia hapo, tumeangalia Uh, dhana ya fonetiki kwa kutilia mkazo wa kipengele hiki cha ala za matamshi cha tawi la fonetiki uundaji uh, sauti. Katika video yetu nyingine ya, ya fonetiki tutaangazia namna sauti sasa kwa kutumia ala ambazo tumeziona leo zinavyoundwa. Pia tutaangalia aina za sauti za lugha ya Kiswahili. Tafadhali usiache kulike na uh, kushare na kusubscribe kwa channel yetu hii nzuri kabisa ya mambo ya taaluma kwa lugha yetu ya Kiswahili ya Everything Swahili. Uh, hapo chini ubonyeze subscribe na unaweza kushare kwa watu wengine, ili usipitwe na video nyingine nzuri kabisa za um, taaluma mbalimbali mbali kwa lugha yetu ya Kiswahili, na unaweza kuona kwamba inawezekana taaluma nyingi zaidi zikawa katika lugha yetu hii ya Kiswahili. Asanteni sana kwa kutazama.